Lakini sababu, sababu hapa sisi tunaleta fujo, watu wanapigwa, watu wanauawa. Hiyo ni sababu maandamano inakuwa na shida katika taifa letu. Hii ni maneno mimi nimeshaambia hata uh, serikali hapa, tunataka yale maneno ya kuisha. Sasa iko maneno ambayo niliongea juu yake juzi, ati wakati tulikuwa tunafanya maandamano watu walikuwa wamepata majeraha kuna wengine ambao walikufa, hiyo ni elfu mbili na ishirini na tatu. Hata mwaka jana wengine walikufa. Ili tumalize hii maneno yote kama Wakenya, tuanze safu mpya. Nilisema wale ambao walikufa, wazazi wao wapate nini? Fidia. Na hata wale ambao mwaka jana wa Gen Z iwe namna hiyo, na wale ambao wako sasa katika hospitali vile vile wapewe pesa ya kupanya matibabu. Hii maneno ikwishe, tuanze safu mpya, tukaendelea mbele.